Mimi naitwa mwalimu Danford Jailesi, ndio mwalimu kiongozi wa shule ya msingi Namakonde ambacho pia kina kituo cha elimu maalum. Tunaishukuru sana Azam FC kwa kututembelea leo na kutuletea zawadi mbalimbali mbali kwa hawa watoto. Mungu awabariki wa sana, na moyo huu mlioonyesha uendelee siku hadi siku. Mungu awabariki wa sana. Pili, tunapenda tuna kusema tunasema asante, ingawa leo watoto wengi hawapo, lakini zawadi hizi zitawafikia. Tumepokea mchele, tumepokea sukari, sabuni. Hivi vyote mlivyovitoa kwetu sisi ni vitu vikubwa sana, ingawa nyie mnaweza mkaviona kama ni vichache. Kwetu sisi, kwa hao watoto, watafarijika, watasahau machungu yote wanayopitia. Tunaomba muendelee na moyo huu. Kesho na kesho kutwa, sisi tunawakaribisha Namakonde.